Kavumo, tunashukuru Mungu, tunashukuru Mungu. Kavumu mavita iko nakowa mamoresa huku, mamoresa Kabamba, Kalehe kule mao plateau za yulu ya Kale kule Maziralo, Kalonge kule mao ma plateau tu injo mwivite ilikuwa tangu tangu juzi na jana hata namwae busubuhi paske Hakuna gari iko inatoka kule juu iende Kavumu au iende Bukavu, hakuna kabisa. Kisha saa jana walirenforcer juu balikuwa viti ilikuwa ya mingi sana, bazalendo bazalendo barade rade bako kule bako nguvu sana be, be balikuwa kule wote balikufa jana e, ilikuwa madizere bakarenforce sana kabisa, mini sio toka Bukavu inenda mu ma plateau kule njo batu populasion Akavumo bakawazia mara, banaenda banaenda ju kabisa, areporo jani libakia wazi, bakuiba bakayiba maiki populasion kafurai meili enea vendeze. Tunatoka fata machi ya Real Madrid tukakutanana na, na magari zao zinarudia, zote zinayala damu, zinayala damu zinahala damu sana, mamaiti wanarudisha, wanenda zika umu maeroporo, ku chini kwebako. Njo habari zeziko ko kwetu zile, lakini si hapa kwetu Kavumu mbo, tunashukuru Mungu hatuyasikia ile mavita yenye iko ngambo na ngambo, si tunganashukuru Mungu hapa kabisa. Tungana lala na tunalamuka tusikie mulio ya bunduki. Yes, wa ndugu wapendwa, nyinyi wenyewe mmejisikia ndugu yetu huyu ambayo iko katika muji wa Kavumu pale Kavumu kabisa, ndio kwenye iko yeye na aeroport biko banaangaliana hivi, yaani hakuna bongo yenye tutawapatia, hakuna kila kitu chechi kitakuwa napita Kavumu tutakuwa naye sample sa, akitupatia moja kwa moja, na leo tumezungumuza mengi kabisa pamoja naye kabisa, ametuzungumuzia mengi kabisa mimi, Nikolo Mboka, mwenyekiti mwenyewe hapa kwenye mikrofone ya Holly Officiel kabisa. Leo ni tariki tisa ama tariki kenda <laughs> Kiswahili ya Bukavu, tariki kenda mwezi wa ine na mwaka ni wa elfu mbili na makumi mbili na tano. Hii ndio Kiswahili yetu kabisa sini vile na hapa kabisa, tutaenda kuwapatia moja kwa moja gisi gani tulivyoongea, alituambia nini, mambo ilikuwa namna gani eh? Yani yote tu, mimi nitafunga kinywa yani muendelee kumsikia kabisa, na itakuwa mzuri sana kabisa ndugu zangu nyote ambao muendelea kutufuata, ila usisahau kupartage partout ma grupe mbali mbalimbali hiyi, uh, video yetu hapa kwenye Holly Officiel. Usisahau kabisa kuponda subscribe yako, ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza hmm? ikiwa ni mara yako ya kwanza usisahau kuponda subscribe yako, ila mbele tumupatie mikrofone atufasirie huku na huku huku na huku sadipana gisi tuliongea naye Nataka nianze kwanza, niwaambie gisi habari ziko za asubuhi hii ya leo. Ni vile ndugu zangu eh, yaani niwapati kwanza moja kwa moja. Wengi wanasema ah, mbona leo hatukupata habari ya asubuhi ya asubuhi kabisa, mtani wa razi e, data, data zimeisha. <laughs> data zimeisha, zimekauka kabisa ndugu zangu mm, na tungelipenda wale ambao wanataka kusapoti kolomboka ama wanataka kusapoti Josué TV ama wanataka kusapoti Oli Official, yote ni mimi tu, yani nimero yetu iko pale kwenye banaandika Oli Official chini ya titre, unaponda tu pale ku titre chini ya titre, na pale kulogo unaponda pale kulogo, utapita unaona bafazi banaandika Moro unaponda tena, utapita unaona namba zetu za simu pale. Wengi wametutafuta wametukosa, lakini ni pale tu ndio kwenye tuko. Yani wewe tuponde pale ku logo na utaona kabisa uh, namba yetu imechomoka pale mara moja, na wewe utapita una unatuandikia kwenye WhatsApp. Ni namba yetu ya WhatsApp, haiku namba yetu ya kuita, ni namba yetu ya WhatsApp. Na hapa utatuambia nataka kuwasapoti na hapa kabisa nitakuwa kabisa tayari kukupatia namba ambayo unaweza tumia kwa kutusapoti. Ni vile wale ambao wanakuwa Bulaya, ambao wanakuwa Amerike, wanakuwa Asia, wanakuwa Europa, wote tunawambia salutation avu, jevusali Morning, ama good evening ama good night. Yote ni sawa tu kwa wale ambao wanakuwa katika saa za usiku na wazia sasa hivi wengine wanakuwa saa mnane karibuni saa mnane hivi ama saa sa, sa sita za usiku hivi e, wamoja wo njo wanafika pale, sisi hapa kabisa ni mchana mchana jua ikipiga kabisa, si vile wandugu wapendwa mm -hmm. Leo tunawaletea kweli yote yenye iko mngambo ya huku Kavumu, Kabamba, Katana tunapenda tuyue eske bazalendo biko wapi banapigania wapi na kitu gani kinye eh, akiendeke eh, tunapenda tuyue eh, aba bageni nabo biko wapi wanaishia wapi. Eh? <laughs> hapa kabisa tunapenda tusikie tu, tu, tuchambue hapa Kavumu, Katana, Kabamba, eh, tusikie kwanza bitu gani binye biko pale sababu tuko na mtu ambaye ni wa hapa hapa eh labda e, tumtie kwanza tumtie kwanza baadaye ndakuya kulaga nyuma, lakini mbele acha kwanza niwaambie tu kama wazalendo wanaendelea kabisa na mapambano hapa Norkivu, Norkivu kabisa huku ngambo za Kibati Rusayu na kuendelea. Mapambano kabisa inaendelea makali sana, kwa siku ya jana walipigana sana kabisa, hmm? Kale nako mapambano inaendelea kabisa huko ngambo za Kale, kama vile mtakavyovisikia na ndugu yetu naye, ataki atawaambia kabisa. Aha, tunawambia kama bidon Shimirai, shimirai kabisa anaendelea kupambana kabisa mtaani Masisi huko, na leo vitu biko matata kabisa, wageni wanapata cha mtemakuni. Hapa Kavumu gari za mamaiti, gari za mamaiti, na wanasema kwamba walikufa wali wengi sana huku ngambo za Kabamba na Katana huko kabisa. Donke, ni kusema yani wa M23 wanaishia huko kabisa <laughs> e, wazalendo wa radi tunapiga mikono rad. <laughs> Unayoka kama rad inaongozwa pamoja na na uh, padiri e, General Padiri, jana mulimuona nyinyi wenyewe uko Uvira pamoja na ministre wa defense ama uh, vice ministre wa defense kabisa walikuja na General Padiri. Sasa unaona kama rad inaongozwa na wazalendo wote kwa jumla kabisa. Hapa ni mzuri kabisa, na tumeongea kabisa na watu wataelewa kabisa kikweli Kavumu ni je? Bitu biko je? Mambo iko je? labda kwa siku ingine mtani wale ambao wanakuwa ndani ya grupe nao wa wamepata kabisa maoji yote, wana waliniuliza maoji na mimi nimemuuliza na hapa, kabisa mambo ni sawa kabisa. Tuendelee kuangaliana tu vile tutaiwa, mwisho bitakuwa hai. Lakini nikuambie kama eh, donk huku ngambo za za Muresa huku ni matata. Ngambo za Muresa huku ni matata. Ngambo za maki ni kusema wazalendo wana konturne fasi yote kabisa. Na hapa tutasema kama mambo iko bie, si ni vile ndugu zangu, e, acha basi tumsikilize huyu ndugu yetu atupatie moja kwa moja mambo jinsi ilivyo. Okay. Wazalendo, wazalendo bako njoo b bushaku njo kwe bazalendo, bako Bushaku iko mo plateau ya Kalehe, bako Bushaku, bako Bikenge, eh? Bikenge, Bikenge nayo iko mo plateau ya Kalehe. Asikia, Bushaku, Kalehe, Ziralo, Kalonge kule hapa, donc ile maparti yote ni maparti zeziko mu, ni masheferi zeziko mu, mu territoire ya Kalehe. Asikia, lakini kale centre e ni M23 anje ikopali me mule muma mumao platau sasa. Mule nyuma abilima anje na maeza bilima bilimo, nanzona kale nje kwenye vita yenye ilikuwa iko kule ngambo kabisa. Sasa M23 iko Kavumu sana sana sana sana na hayatoka ta hayatoka. Lakini vita ilikuwa njo kule Bushaku. Bushaku ni mo plateau. Bushaku ni 15 km na Kabamba. Bushaku ni 15 km na Kabamba njo kwenye vita ilikuwa a apres 15 km na Kabamba, unatoka mu Bushaku njo unaanza Kabamba. Sasa wasikie, njo kwenye vita ilikuwa iko na njo kwenye vita iko mpaka sasa. So, makamata Bushaku ile mau plateau zote kuendelea mpaka Ziralo. Ziralo wamaliza Ziralo, naendelea kule ma manani huku mangambo huku tuko watembo eh, ile maziralo yote Bushaku kukuya vile ile, ndio maparti kwenye vita iko, wasikia ndio kwenye M23 ilienda pigana jana, watu bakawazia kama kabisa M23 imetoka mukavumo, lakini sa ya busubui bameranforce sana, minisio zimeingia mwa mwaeroport na basuda banaingia ba mingi sana kabisa. Hakuna kwenye vita iko kwa kule mabushaku bushaku, kabamba sasa bushaku kisha kowa movita make kabamba kata na yote itakuwa wasiwasi, paske ni njia yenye iko ndezasema, ni njia moya bote wanapasha ogopa ju jana hakuna gari lipita na Kavumu. Tulikuwa tuko tu mawasiwasi zimwazimwa, tuka jiulize sike, wameenda hawayaenda, lakini tulikia jua kama hawayaenda juu ilienea mamaiti zilirudia zikiwa mingi sana kabisa, wamekufa wame wengi na wamewazika, hata mwae vusubuhi nyuma ya aeroporo kule nyamonyunyi kwa basoda walikuwa bako. Njo kuwa bamezika banduku yao. Sasa hawako banaitika, tunakamata ma video, habako banaitika kabisa. Huko wafuna atola telefoni, bananza kuangalia, nao habana amani. Na kipita mbarabara, kuna soto kuna ungea kwa telefoni, njo realite enye iko hile

soa mugari mutu anakuwa mugari unatingizika vyai, donc ni sekuse litokea moresa moresa moresa, haiko mbali tena na kao. na miti moresa haiko tena mbali na miti, ni mawe kilometre juu utoke miti ufike moresa. Mwasikie sasa, roma ilipitikana pale, ilikuwa ni karoma kabisa kulikwaka shevale moya siku kwetu gari i magari zao tunazita mashevali, kulikuwa shevale moya yenye ilikwaka amo wi soda ya M23 wako vanenda Bukavu. Sasa ilipareke Bazalendo valikwa vaishayuo valikwa na vakukwata mingi vamingi, valikwaka 4 personnes likwa Bazalendo 4 gari ina, inafika pale mantre ya Muresa amaliza Muresa inafika fasi ma kubanisha matungulu inafika fasi makubansha matungulu pale, nikwe nenda Bukavu. Bazalendo walikuwa baine walikuwa na armi saa walifika pale s alifika palekuasha kwa nikasokokansha matungulu pale, pale. Akwanatuka Kavumu wanenda Bukavu wanoziha matungulu pale njo vale wazalendo walikuwa vaini vakapigaka lisasi moya kupata, kupiga lisasi moya, haikupigaka mutu yeyote, ikapiga swata. Kupiga swata nanjo gari ikaendelea, haikusimamaka na haikuweza repliki, vakapitapita tu wanaendelea na vale wazalendo bakarudia sasa vike pale, kulikuwa hiema ya vatu vatu, bakaogopa bakapanike, na gari zilikuwa pale nazo juu ya boga, bakawashawasha bakaenda, bakawazia nao bata replike me, hawakweza replike na bakiendelea, na kukukoka hata vita yoyote. Ni sasa sa vatu valisikia vile, njo vatu nikasikia, ongeza maneno maneno ya bongo maki ya bongo ya bongo, japokuwa hakuna hata problem na, na haikuendeleaka hata na mouvement zikiendelea kabisa na mpaka hivi hakuna hata problemu moresa, batu te vako wanafama kazi zavo, na hakuna hata neno yote tushasikia pale kabisa. <laughs> Yani, mmesikia kabisa jinsi mambo iko. <laughs> Nyinyi wenyewe mmejisikilia, mmesikia nyinyi wenyewe jinsi gani mambo iko huku ngambo za Kavumu hmm? Lisasi moya tu hapa, muresa muresa ni pembeni ya miti huku ngambo za miti huko na mudaka kule. nyinyi ambao mmejua bukavu hmm? na mimi ambao nimefahamu bukavu kabisa huku mresa kabisa <laughs> e? donc unaona kama uh, kabisa <laughs> wandugu hawa wanaipata cha mtema kuni kabisa na mambo imekuwa mazito sana. Kitu kinachonifurahisha ni kwamba, unaona kama wazalendo wanaendelea kufanya kazi kabisa, ngambo zote, ngambo zote haiko tu ngambo za huku Kavumu na ngambo za Minova wanafanya kazi, na ngambo za Bunyakiri wanafanya kazi. Mpaka leo M23 yezi subutu kuingia muparke ya kauzi Biega, haiwezi subutu ejumi <laughs> na kuambia kama ile ngambo ya bunyakiri ile wanafunga parke muzuri sana na habasemake <laughs> Ukiangalia mzuri watu wa huku ngambo ya Munyakiri batembo huku hmm? Abasemake kabisa, biko kimya <laughs> batoto <tutu> ya padiri. <laughs> Unajua kama padiri ndio mwenye anashimamia waza, waza mu ngambo ya Rade ambaye kabisa alichaguliwa yeye mwenyewe, kabisa alichaguliwa na na Uh, andiko la guverneman ama na andiko la presidence nasema, kabisa padiri toka mugereza, ambapo alikuwa sababu alikuwa amemfunga miaka ya kutosha, toka mugereza kuya u kupigania nchi yako ah, vizuri sana, na hii ni kitu ambayo inafurahisha sana wa ndugu zangu, na ni lazima kujua ukweli. Ukweli njoo kila kitu, ukweli njoo ya maana sana kumaisha Wakati tunajua ukweli itatuweka huru kabisa na waza, hakuna la ziada, hakuna mtu bw atanipiga majiwe sababu nyie peke mko mnajisikilia mambo jinsi ilivyo. Huyu ni mtoto wa Kavumu, iko Kavumu, sa tunaongea naye ku telefone, iko Kavumu na wazalendo ni wengi Kavumu vyote alibisema ko ote nyondeza kutia hapa ku YouTube. Wazalendo ni wengi alafu hatutasema ni wengi namna gani. <laughs> ni kuambie tu kama sote ni wakamkalange ni kusema uh, watoto wa mama wanaendelea kabisa kukua. Unasikia kama uh, walikuya na magari na jaa damu, mamaiti ko mingi sana hapa Kavumu, yaani mamaiti mengi sana na waliizika pale mule eh, donke pale pale kuku, kuku aeroporo donke ni mule mule tingi, tingi pale sini vile, maana yake ni mwili tingi tingi ya ya aeroport ndio kwenye balizika mama maiti hapa, na siku moja tawaonesha kwenye benzabo biko si ni vile unaona kama mambo iko matata sana kabisa. mulijile mulijile mulijile, ta atukubai atukubai atukubai. Wandugu wapendwa <laughs> wandugu wa Bukavu, Goma, Lubumbashi, Katanga, kule kote, tunasema jambo kwenu, tukisalimia watu wa Kishasa, tukiwambia na nyinyi msikilize kabisa boyo kabiso oyo that o Mm, kabisa tunasema watu wote wa Burundi huko Uvira, jambo kule kwenu nyote, ambapo mnapokuwa Amerika, tunasema jambo kwenu kabisa. Muponde subscribe kwa wingi sana, ili kwamba mpate kupata habari za ukweli hizi. Ni habari za ukweli za ndani za uhakika, yaani hatuseme uongo tunasemea ukweli wa ndani. Hii ni OG. Mimi nilikuwa nikiongea pamoja na huyu ndugu yetu ambayo iko Kavumu, nikimuuliza habari za Kavumu. Mimi nataka wakati nikisikia kitu fasi, nitafute mtu wa pale atuelezee pale kuko namna gani. Kama fasi yote, tuko na madrone zetu ziko zinaangalia na zinatupatia habari jinsi zilivyokuwa kabisa, jo. Kwa maana nakuambia kama hakuna gisi, tunaweza sema habari ya uongo na tuko mudongo yetu Hmm? Koma tu niseme habari ya bongo na niko mwinchi yangu. Inanifaidia nini? Eh? Nikisema habari za Bukavu manaki niko mtoto wa Bukavu na mimi najua ndaita fulani ataniambia habari ya kweli ndaenda kwa fulani ataniambia habari ya... Njoo man, nikwambia kama hakuna nafasi nyingine kwa nitapata habari ya kweli. Mimi kolomboka niko hapa nikupatie habari yote ya kweli. Wale ambao wanakuwa ndani ya grupe wanaelewa, waishaelewa, wanaelewa kabisa sababu wako wanapata alafu ukitaka hizi video zetu zote zenye tunafanya utakuwa tu mgrupe, na utakuwa unapata habari zetu zote za mbele zilizopita na hizi zote, na tutakuwa tunachambua kupitia hiyo mavideo zenye tuko tunapata, ili kwamba tukuwe tunakumbushana. Kesho kesho yake useme seme huko, ulomboka akutuambiaka mimi kazi yangu